Salamu aleikum warahmatullahi taala wabarakatu, wapenzi na wafuatiliaji wa chaneli ya Tiba Facts Online TV. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tena kutukutanisha katika darasa la elimu ya tiba na inshallah leo tutakwenda kujifundisha elimu ya abjadi katika zile herufi ishirini na nane. Tunamaanisha za abjadi. Tuna alif, tunamaanisha zile alif, ba, ta, tha mpaka ye ni moja kati ya herufi zinazofanya kazi nzuri na mbaya, zinazoweza kutengeneza na kuharibu, zinazoweza kujenga na kubomoa. Herufi hizo hizo ukiojua siri yake kwayo, ni miongoni mwa siri za herufi hii tunakwenda kujifundisha, na tumekusha jifundisha herufi takribani kumi na saba na leo tutakuwa katika herufi ya kumi na nane ambayo ni ile herufi ya aini, aini. E, aini ni herufi ya kumi na nane ndo tutakayokuwa nayo katika siku ya leo, lakini kabla tuja kwenda kwenye somo, tuna ile ofa yetu ambayo tumekusha ianza, na ofa hii ni ya kupata vitabu katika masiku kumi ya Dhulhijja ambayo tunakwenda kwenye Idi kubwa. Sasa sasa, haya masiku kumi tumetamani tume, tume, tume, tume, tume, tume, na sisi tushare shukurani kwenu kwa ufuatiliaji wenu, lakini pia kurahisishia subscriber wapya waweze na wenyewe kupata vitabu vitakavyowasaidia katika elimu mbalimbali za kitiba, na kiukweli elimu hizi zenye zi ziko katika hivi vitabu ni elimu ambazo ukizifanyia kazi ukazisoma ukazielewa ukazifanyia kazi, elo, kazi basi zinaweza kukusaidia sana pahala pakubwa. Inawezekana we kuna mambo yanakukwamisha leo, hujui ufumbuzi wake, hujui uende kwa nani, nani ataku akusaidia. Lakini unapovisoma vitabu vinakuelekeza vitu vingi, utatuzi wa mambo mengi ni kuingia tu kwenye usomaji, alafu unatoka kwenye usomaji unaingia kwenye utekelezaji au vitendo. Vile vitendo ndo vitakavyodhihirisha umefanya nini inatakiwa upate nini. Kikubwa ni kufuata utaratibu. Sasa vitabu hivi vina msaada mkubwa, lakini mbali na kutokuangalia msaada wake, sisi tumeamua kuvitoa kwa ofa kwa sababu ya kuwanufaisha watu zaidi, na watu na wenyewe pia wanufaike kupitia sisi, kwa sababu tunaishi kwa kutegemeana. Sisi tumekuandalia elimu, tukatumia gharama zetu, tukatumia muda wetu, lakini na wewe pia utalipia gharama ndogo kama sehemu ya sadaka yako kwa kuvipata vitabu hivyo. Sasa vitabu hivi kwa sasa vitapatikana kwa bei elfu arobaini na tano badala ya shilingi laki moja na elfu themanini na tano. Kama tulivyokwisha eleza katika kipu kilichotangulia. Kwa vitabu hivi, mtu atalipia bei hiyo kupitia namba mojawapo katika hizo tatu, kisha atatuma picha mwamala huo kwa kuskrinshoti au kuupiga picha, atautuma kwenda namba mojawapo katika hizo tatu zinazoonekana mkono wako wa kushoto kwenye skrini yako na ataandika ofa ya Idi kubwa. Baada ya hapo, atatumiwa vitabu hivyo kwa PDF au kwa soft copy, kwenye WhatsApp au kwenye email ndani ya dakika tano mpaka thelathini baada ya kufanya malipo tu na kuthibitisha malipo yako utatumia vitabu hivyo. Lakini pia kwa wale watakaotuma kwa njia ya mawakala, watawalazimisha mawakala wao wawapige picha, yani wazipige picha zile miamala za imethibitishwa kiasi kadhaa imetumwa kwa fulani bini fulani basi, wapige picha ule muamala wa utume kama ushahidi wa wao ndio wamefanya malipo yale ya, na wakishindwa kufanya hivyo, italazimika watume ujumbe maalum kwenye WhatsApp huko huko kwamba, ko, shehe nimelipia shilingi kadhaa kwa ajili ya ufa ya vitabu vya idi kubwa, jina la wakala ni fulani bini fulani. Maelezo hayo yatakuthibitisha moja kwa moja wewe ndio ulifanya malipo ya muamala huo. Usipofanya hivyo, utachelewa kupata vitabu, kwa sababu mimi bado nitakuwa sina uhakika kama wewe umefanya malipo. Kuna mwingine akutumia ujumbe shete, yani, nimelipia hela. Sasa umelipia jina ni nani? imetoka kwa nani? umelipia shilingi ngapi? itakuwa ni ngumu kidogo eh? kwa hiyo lazima utoe ule ufafanuzi wa wewe ndio uliyefanya malipo hayo, ili tuweze kukuhudumia kwa haraka. ukifata utaratibu huu ukaskinshot au ukatuma picha ya muamala huo, ukatoa maelekezo mapema, ndivyo utakavyoweza kuh, kuh, kuhudumiwa mapema. Kumbuka ufai muda wote inaweza ikaondolewa, kutoka sasa kwa wahi kabla siku hazijaisha ili uweze kunufaika na ofa hii. Leo tutakuwa katika herufi ya aini katika somo. Ukiachana na masuala ya ofa, aini ni herufi ya 18 katika zile alfabeti za abjadi zinazounda Qur'ani herufi ya aini, kuna aini na aghaini. Sasa hii ni aini ya aini, ina thamani ya uzito wa sabini, yaani katika zile mizani za kiabjadi, kwa sababu kila herufi katika abjadi ina uzani wake. Kuna zenye uzani wa moja, mbili, tatu, tano, kumi, ishirini, thelathini, mia. Sasa hii aini ina uzani wa sabini hata utakapoambiwa labda jina hili fanya hivi fanya hivi upate hesabu yake. Sasa hizi herufi ndio zinasimamaga pale, kama jina hilo lina herufi ya aini basi kwenye aini pale thamani yake inasoma sabini. Kwahiyo kama kuna hesabu zinapigwa, lazima ujue aini ina uzito kiasi gani, na haubadilikagi wala haupungwagi wala kuongezeka. Hii ni constant yani inasimama hapo hapo. Lakini herufi ya aini ina kazi nyingi sana, ikiwemo moja ya kazi zake ni kuponya maradhi ya macho. Kwa wale wanaouma macho, matatizo ya macho ya kutokuona mbali, kutokuona karibu, macho kuwa na ukungu eh, macho kutoa machozi, sijui macho yamefanya nini, pressure ya macho, yote ataingia hapo, inaweza kutibu matatizo ya macho lakini pia ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu kumbu, ni ugonjwa huu wala hawasio wa uzee, yaani mtu anaweza akatokiwa na ugonjwa huu akaanza kupoteza kumbukumbu kumbu. Ametoka huko amefika hapo, labda akaweka funguo juu ya meza akienda uwani akirudi anasahau funguo aliziweka wapi, e, yaani unasahau unasahau, na kama wewe ni msomi, bado unasoma, ni mwanafunzi, basi wewe kuwa katika matokeo mabaya ya mitihani yako litakuwa jambo la kawaida, sababu unafundishwa unaelewa, baada ya muda unasahau kila kitu. Kwa hata kama ni mtoto wako unaweza ukamsaidia pia. Ehe, lakini pia ina uwezo wa kumfanya mtu akapata mvuto e, katika jamii, lakini pia kupata imani kamili katika dini yako na zingine nyingi. Ni miongoni mwa herufi yenye na kazi nyingi. Sasa tutaangalia kazi za herufi hii kwa haraka haraka, ili tuweze kunufaika. Kama unataka kuponya maradhi ya macho kupitia herufi ya aini, e, mtu kama anasumbuliwa na maradhi ya macho basi anatakiwa iandike herufi hii ya aini kwa wino wa zafarani. Wino huu unauzwa madukani, kwenye maduka ya dawa za asili ya Kiarabu. Utatumia wino wa zafarani, utaandika herufi ya aini kwa idadi ya mala mia moja. Tumia kijiti chochote, maana kule wanakuuziaga wino ila hawauzi vijiti vya kuandikia kwa utachonga kijiti cha mti wowote, alafu utaandika kwenye karatasi ile ya uh, white paper au plain paper, utaandika kudaja mara mia moja aini, kisha ukishaandika uh, aini, aini, aini kwa mara mia moja kisha utayaosha maandishi hayo kwa maji safi, kisha atapewa mgonjwa. Mgonjwa huyo awe anatumia maji hayo kwa kunawia usoni kila siku kwa muda wa siku saba mfululizo, na vizuri anawe asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Kwa, kwa wale wenye matatizo ya macho wanaweza wakatumia dawa hii. Na bahati nzuri au mbaya, bwana, sijui Mungu anafahamu, ila nafikiri atakuwa anafahamu somo hili, labda alikuwa ameshalianda. Ni mwezi mmoja, ndani ya mwezi mmoja nimepigiwa simu na watu si chini ya watano wana matatizo ya macho. Kwa kama somo hili watakuwa wanalisikia na wanaweza wakalifanyia utaratibu huu wanaweza wakatumia. Na wengi walikuwa wanaulizia kuhusu ile ya dawa ya vifuu vya nazi ambayo inapatikana katika kitabu cha tiba mbadala kwa magonjwa ya kibiolojia. Sasa unaweza ukawa unatumia ile lakini pia ukatumia na na hii. Kuna matatizo mengi ya macho yanakuwa sio matatizo ya kibiolojia. Lakini ukienda kwenye vipimo vipimo vinaonesha hii ni pressure macho, hii si nini, vamiwani, kumbe umelogwa. E, unaweza ukalogwa wewe. Na uchawi unapologwa huoneshi dalili yoyote ya kibaiolojia, utashangaa tu kitu fulani kinaharibika. Kuna watu hawasikii, hawajui masikio yako yamekufaje, kumbe watu wamelogwa. Macho yanakufa ujui anakufaje, umelogwa. Kwa hiyo jaribuni na kutumia hizi tiba za kidua, zinaweza zikakusaidieni sana. Tumia utaratibu huu. Osha kipindi natumia ile vifuvu vya nazi tumia, na hii itakusaidia. Kwa hiyo wale wote walioni DM na wakanipigia simu kwamba shee hii ya vifuvu vya nazi inasaidia hivi, hivi. Kwa hiyo ukikutana klipu hii jaribu kuifuatilia, na kama una kitabu cha Abjad kasome, kuanzia kurasa wa themanini na sita ndio dawa hiyo imefundishwa hapo katika herufi ya aini hiyo ni faida ya kwanza, lakini faida ya pili ya herufi hii ni mtu anaweza kupata imani kamili katika dini yake. Sasa imani ni ina madaraja, imani ina madaraja zaidi ya sabini e, na daraja la juu kabisa, yani, daraja la juu kabisa la imani ni kuwa mtu mwenye kuwa na wepesi wa kutamka ile kalima tauhidi au uh, kalima taiba ya la ilaha illallah la ilaha illallah. Hii kauli ikathibitisha ka moyoni mwako kwamba hapana anayepaswa kuabudiwa kwa Mwenyezi, kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja ika, yani sio tu kutamka ikathibitisha moyoni mwako kwamba katika dunia hii hakuna anayestahili kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja, alafu ukatii yale aliyokuamrisha, ukaacha yale aliyokataza, ukaenda pahala alipokuamrisha, ukapaacha kuenda au kupasogelea pahala alipokataza, umethibitisha imani. Na hii ndio daraja ya juu kabisa ya imani. Ndio maana unaambiwa hata maneno yakipelekwa ya kwenye mizani, basi yakapimwa na matendo yako mengine, utakuta la ilaha ila la itabinua matendo yako mengine yote, alafu yenyewe itakuwa nzito zaidi. Sio bahati mbaya hiyo, ndi kwa sababu ndo daraja la juu kabisa la imani. Lakini daraja la chini kabisa la imani ni kuondoa uzianjiani unaweza ukawa hujawahi kuisikia hii, labda ndo mara la ya kwanza yako. Yaani mtu unatembea, natembea, unatembea, unakuta katikati ya barabara kuna mwiba unafikiria u mwiba mi nimeuona, lakini inawezekana kuna kipofu atapita hapa asiuone, eh? au kuna mtu anaweza kapita asiuone kama nilivyouona mimi, acha niuweke pembeni niuondoe, usije ukamtia madhara mtu mwingine, ukauondoa, ile ni imani dhaifu, ndio daraja la mwisho kabisa la imani kule. Umetembea umetembea umekutana na jiwe njiani, ukafikiria hii hii njia yanapita magari, inapita pikipiki, basikeli, utembea kwa mguu, watoto, vilema, viwete, vipofu, hebu niliweke pembeni, wakipita wengine lisiwatie madhara. Au wewe umejikua kabisa pale, ukagundua kwamba nimejikua kwa sababu ya ile jiwe, lakini wewe ukasema hapana, nilivyoumia mimi na mwingine anaweza kaumia kama nilivyoumia mimi, hebu niliweke pembeni, lisiwaletee madhara wengine Kinyume chake na hapo, ni mtu anaweza akajikwaa, akasema ha, sasa, kwa kweli nimejikwaa hili jiwe, ngoja niliweke vizuri kabisa tena, ikiwezekana nalifunikia na, na majani ili mwingine akija pale apige mzinga, ili na yeye aseme kweli nimejikwa. Sasa huo ni udhaifu. Mwingine upande wapi? Sasa imani haitaki hivyo. Imani nataka lile lilokukwaza wewe uliondoe, wengine lisiwakwaze. Ndio maana kuondoa uzia njiani ni daraja ya chini kabisa ya imani. Sasa ukitaka upate imani kamili kwenye moyo wako, yani kwanza ila ilaha ila la zipatikane kwa wepesi, mawe ukiona njiani uyaondoe, na daraja zingine hapa katikati zaidi ya hamsini ziwe zinapatikana manzia, kuanzia kutoa zaka, kufunga siji saumu, kuswali swala tano, kuhiji, kuwasaidia maskini, vyote vile uvitekeleze vikiwa katika sehemu ya imani unaweza ukatumia herufi ya aini kusibitisha hayo na ukayapata. Sasa kama unahitaji kupata imani kamili katika dini yako utaandika herufi hii kwa idadi ya mara mia moja thelathini katika siku ya Alhamisi, utawala wa mushtara huo e. Kwa hiyo kama siku ya Alhamisi hautoisubiri basi, tafuta utawala wa mushtara katika siku yoyote uandike, lakini vizuri kama utaisubiri siku ya Alhamisi itakuwa bora zaidi. Ila kwa mtu mwenye elimu ya masaa, tafuta utawala wa mushtalah unapatikana saa ngapi katika siku iliyopo. Andika idadi ya herufi kwa idadi ya mara mia moja thelathini katika karatasi kwa kutumia wino wa zafarani, kisha utayaosha hayo maandishi kwa maji safi, kisha utatumia maji hayo kwa kunywa kidogo kidogo kidogo kidogo na kuoga kwa muda wa siku tatu. Hakika Mwenyezi Mungu atakujalia imani iliyo thabiti na yakini sahihi katika dini yako. Lakini wakati unaiandika herufi ya aini katika kipengele hiki, utakuwa unasoma uradi huu mpaka utakapomaliza kuandika herufi, utakuwa unasema ya Mahamudu ya Karim, ya Mahamudu ya Karim, ya Mahamudu ya Karim, mpaka utakapofika idadi ya mia moja thelathini. Hii itatumika dhikiri hii itatumika katika uandishi wa herufi hii kuendelea mara mia moja thelathini kwa ajili ya kupata imani tu. Somo hili linaweza likawa hajaeleweka kwako wewe ambaye huna imani, lakini kwa mtu mwenye imani atakuwa shalielewa na umuhimu wa imani atauelewa, lakini haingii mtu peponi asipokuwa awe na imani. Kwa hiyo imani ni nguzo moja kubwa sana, na ndio maana hata katika zile nguzo tano za Uislamu imani ndio nguzo ya kwanza. Hey, maana turudishansa darasani mwingine sasa. Achana nayo bwana, kwani mimi naumwa. Imani ndio nguzo ya kwanza dini ya Uislamu. Hey, kushahidilia, ashhadu an la ilaha ila Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, ni imani yani nashuhudia kuwa hapana mola pasee kuabudiwa kwa haki na ikapatikana haki ya kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe na ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hapo ndo umeingia ume sa kwenye imani ya Kiislamu, ndio zinafuata siju swala, siju kufunga, kwenda kuhiji Maka. Kufanya hivi vyote hivi havina kazi kama bado ujaingia uja, uja kwenye mfumo wa imani. Kwao imani ni jambo kubwa, tuelewane tu hivyo, ni jambo kubwa, usije ukachukulia kawaida hii eh lakini faida nyingine ni kutibu tatizo la kupoteza kumbukumbu. Herufi kumbu, ya aini inaingia katika kipengele hicho cha kutibu tatizo la kupoteza kumbukumbu kumbu. Kama unasumbuliwa na tatizo la kupoteza kumbukumbu, unatakiwa uisome herufi hii ya aini kila siku kwa idadi ya mara mia moja thelathini kila siku, usiku kwa mda eti no, sio usiku, muda wote utakaopata nafasi e, kwa muda wa siku saba, lakini uisome kwa ile mara 130 ila siku hizo ziwe zimefululiza. Yani ukianza leo, kesho, kesho kuta mpaka siku saba, sio unafanya leo, kesho unaacha, kesho kuta unaenda siku fa. Uh, ukiwa na muda mzuri, tenga siku ambazo utakuwa na muda na nafasi, isome herufi kwa ile mara 130 kwa muda wa siku saba mfululizo, huku unatia nia ya kuhitaji Mwenyezi Mungu akupe hifadhi ya kuwa na kumbukumbu nzuri au ukishindwa kuisoma herufi hii kuelele mara mia moja thelathini kwa muda wa siku saba, utaiandika herufi hii siku ya Alhamisi kwa idadi ya mara mia moja thelathini katika karatasi kwa zafarani au kwa wino wa zafarani, kisha utayaosha maandishi hayo kwa maji yaliyo safi, kisha utatumia maji hayo kwa kunywa glasi mbili kwa siku kwa muda wa siku saba, yani glasi mbili utakunywa, moja asubuhi, moja jioni, moja asubuhi, moja jioni, kwa muda wa siku saba. Inshallah utakuwa na kumbukumbu kumbu nzuri na kupata hifadhi katika akili, na hii mnaweza mkafanyia watoto wenu wote wanaosoma eh? E, hata kama unamwona mtoto wako hana tatizo hilo ila hana maendeleo mazuri darasani, mfanyie tiba hii kwa unaweza ukamwandikia, lakini wewe kama unajua kusoma unaweza kuwa unaisoma au pia unaweza ukafanya yote mawili, ukasoma na ukawa unaiandika ukatumia kwa muda wa siku saba. E, ila kama utakuwa una utatamani kuiandika na kusoma, basi bora vitu vyote viwili vifatani, yani unasoma na huku unatumia na yale maji uliyofanyia hiyo dua. Lakini unapokuwa unaiandika hii herufi kwa utaratibu huu, unatakiwa utamke ile ile zikri ya ya kusema ya mahamudu ya karim, ya mahamudu ya karim, ya mahamudu ya karimu. Hiyo ndio utaratibu wake, lakini pia kama unataka kunyenyekewa na watu au mtu yeyote akunyenyekee, binadamu anapenda hichi kipengele. Nimeona hata ile ile ile, ile, ile, ile ya kutumia jina la turani kuiandika ile alafu, kuifukiza kwa ubani sandarusi, inaandikwa turani, zinaandikwa zile aya nne za mwisho za swatu hashiri, alafu inaandikwa na hamza. Nimeona wengi wameipenda sana ili na wamenitumia dm watu wengi sana niwaandikie, niwaandikie japo, ile mimi huwa naiandika kwa gharama maalum. Yani ile ukiniambia ni kuandikia lazima nitakuandikia, ila nitakuandikia kwa gharama. Nimeona sana watu wanapenda kunyenyekewa, ni vyema na sio vibaya, lakini kwenye herufi ya aini unaweza ukajisaidia mwenyewe. Kwa mfano, kama unataka kunyenyekewa na mtu yoyote, awe mke awe mme, au mtu yoyote unataka akunyenyekee, basi utachukua kitu kitamu na ukisomea herufi hii. Chukua kitu kitamu chochote kile ambacho unajua hichi ni kitamu, yaani kina asili ya utamu, sio uchachu wala uchungu Kisome herufi ya aini kuededa mara mia elfu tatu, sio mia elfu tatu, elfu tatu. Tulia kabisa, soma kuededa mara elfu tatu, kisha utampa ale, ila kwa nia akunyenyekee, yaani utie nia, nataka atakapokula hichi kitu akikipenda, akiwa na furaha, lakini basi moyo wake unigeukie mimi kwa kunyenyekesha. Na ndio maana -nye hapa kuna masheti, awe mke awe mume awe mke au mume au mtu yoyote, kwa sababu kuna wakati unakuwa na mke unamlisha, unamvisha, unamtunza, ila hakunyenyekei wala hakutii. Yeye ndio anayekuamrisha. We bwana wewe ukienda huko uje na kilo moja ya nyama, uje na mchele, usipokuja navyo usifike hapa. E, na ndio maana wanaume wengine ni wezi. Yani, kuna wanaume wengine wanapelekeshwa na wake zao. Mwanamke akisema ulete hichi analeta. Sina hela, saluni anampa. Nataka hichi, nataka hichi sasa wewe ni mwanaume uliyemwoa, lakini hakunyenyekei. Sasa ukitaka kunyenyekei, unaweza kutumia herufi hii. Ni zoezi la siku moja tu, alafu mwingo anageuza nidhamu, na yeye mwenyewe atashanga, kwa nini huyu mtu nimekuwa wa hivi. Ukifanya hivyo, hakika mtu huyo akala kile akala, akala hicho kitu kitamu, iwe ni tunda iwe ni chakula, basi hakika mtu huyo atakunyenyekea sana na atakupenda sana. Sio kukunyenyekea, atakupenda sana. Lakini kama kitakuwa ni chakula kisipikiwe, kisiwe chakula chenye roho, yani isiwe samaki isiwe nyama, yani, kiwe ni kitu chochote. Kama ni chakula kisipikiwe na kitu kinatokana na roho mfano, mafuta ya samaki asitumike, mafuta sijui ya, situmike, ya nini yanatumika labda mafuta ya mimea ndio apikie chakula, au usipike tu chakula, utafute kitu kama mfano wa tunda ndio ulisomee. Basi inshallah Mwenyezi Mungu atajalia unyenyekewe na atakupenda sana eee. Au ukiwa unaweza, unaweza ukatumia tarasimu ya herufi ya aini ambayo ipo katika hicho kitabu. E, unaweza ukaichola herufi ya aini, kisha baada ya kuichola herufi ya aini utatia manuizi yako kwa kuyazungusha pembeni mwa herufi mwa talasimu hiyo, yale utakayokuwa unahitaji. Yani, labda nataka nipendwe, ninyenyekewe hivi na hivi na hivi Eh, hey, na utakusudia upendo unyenyekewe na nani sasa? Mtu yoyote, mfano unaweza kuwa ni diwani unagombea udiwani au ubunge, unataka unyenyekewe na wananchi wako. Eh, unafanya hivyo unatiania, alafu tarasimu hiyo utakuwa unaibeba kama azma, yani unaikunja vizuri, unaweka katika waleti au pochi yako, unakuwa unatembea nayo. Pia ni njia nyingine unaweza ukatumia kufanya watu wa kunyenyekea. Hiyo ni herufi ya aini. Tulikuwa katika herufi ya aini, herufi ya kumi na nane katika zile herufi ishirini na nane, kwa mpaka sasa hizi tumebakiza herufi kumi. E, tumebakiza herufi ya againi, kuna herufi ya fe e, kuna herufi ya kaf ile qaf e, kuna herufi ya nini, kuna herufi ya kafu alafu kuna herufi ya lamu e, he, kuna herufi ya mim, nuni, wau e, alafu kuna herufi ya he ili kubwa, alafu kuna herufi ya ye. Tukifika kwenye herufi ya ye tunakuwa tumemaliza herufi zetu na ndio itakuwa mwisho wa somo la elimu ya abjad. Hapo tutakwenda kwenye masomo mengine kama mlango wa utabiri na mambo mengine, na hichi ni kipengele ambacho watu wengi wanakisubiri, na sitokifundisha mpaka nimalize herufi zote kumi na nane e, hizo kumi zilizobaki. Lakini kama una kitabu unaweza kuenda kusoma mlango huu wa utabiri ukajua jinsi gani ya kutabiri mambo na kuweza kuyangamua inshallah. Somo limeshia hapa. Kumbuka ofa ya vitabu inaendelea na unaweza ukanufaika kuanzia sasa kwa kufanya malipo kisha ukatuma screenshot ya muamala kama tulivyozungumza hapo awali ukatumiwa vitabu hivyo. Vitabu hivi, ndugu zangu, vinasaidia sana. Muda hautoshi kuvieleza faida yake. Faida ni nyingi, lakini inshallah usichoke kuvisoma utakavyovinunua. Lakini ukumbuke pia kuvitunza. Usazibashiri hana zamana ya kutunza kitabu cha mtu yoyote baada ya kukitumia, ya kukutumia. Ukishatumia vitabu zamani ya kutunza ni ya kwako. Kwa hiyo jitahidi ukivinunua, ukivipokea. Kwa wale walionunua tayari wanavyo, kwa wajitahidi kuvitunza vizuri vitabu vyao visiweze kupotea. E, basi viwanufaishe zaidi na zaidi. Inshallah tukutane siku sana wakati mwingine. Mimi ni Usazi Bashir na hii ni Tiba Facts Online TV. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu.